Karibuni sana katika uh, kituo cha uwekezaji TIC, na kwa jina naitwa Gilead Teri, ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji uh, TIC. Na ndugu, ndugu wanahabari, tumewaita leo uh, kwa ajili ya ku, ikiwa sehemu ya taratibu zetu za kawaida uh, za kituo kuwapa mrejesho pamoja na taarifa kuhusu masuala mazima ya uwekezaji na namna mwenendo wa uwekezaji unapo uh, ulioko nchini na tunafanya hivi kwa mujibu wa sheria ya uwekezaji sura ya 38 sheria ya mwaka 2022, sheria bora kabisa ya uwekezaji ambayo uh, iliundwa uh, chini ya uongozi shupavu wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, anaongoza serikali ya awamu ya sita. Na ndugu wanahabari, mara ya mwisho tulipowaita hapa, tulioeleza kuhusu mafanikio makubwa ya uwekezaji yaliyojitokeza kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne na kama mtakumbuka uh, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, mapema mwanzoni mwa mwaka huu alitangaza mwaka elfu mbili na ishirini na nne kuwa mwaka bora kabisa wa uwekezaji, ambapo Kituo cha Uwekezaji uh, kilisajili miradi mia tisa na moja yenye thamani ya tisa nukta tatu nukta moja nukta uh, tatu moja bilioni dola za Kimarekani na ikiwa ongezeko kutoka dola bilioni tatu nukta saba za mwaka elfu mbili na ishirini na moja na ilikuwa ongezeko kubwa kabisa la kihistoria lililofanya mwaka huo kuwa mwaka bora wa uwekezaji tangu kuanzishwa kituo cha uwekezaji mwaka elfu moja mia tisa tisini na moja Lakini pia mageuzi mengine makubwa ambayo yalifanyika uh, mwaka jana ilikuwa ni ongezeko la Watanzania uh, wanaoshiriki kumiliki uchumi na kufanya uwekezaji katika nchi yao. Na kwa mwaka jana tuliona kwamba Watanzania wanaofanya ubia na wageni pamoja na Watanzania wengine walikuwa takriban asilimia hamsini ya uwekezaji mzima uliofanyika nchini Tanzania, na mitaji hii iliyoingia nchini ilizalisha zaidi ya ajira laki tano na elfu ishirini na tatu nchini kwetu, na haya ndio yaliyofanya mwaka huu ukawa elfu mbili na ishirini na nne ukawa mwaka bora wa uwekezaji Tanzania. Sekta zilizoongoza, sekta ya viwanda asilimia hamsini nukta nne ikifuatiwa e, na sekta ya uchukuzi usafirishaji, ikifuatwa na majengo ya kibiashara, utalii pamoja na sekta ya kilimo. Sasa haya yalikuwa mafanikio ambayo yalitokea katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, lakini leo tumewaita kwa ajili ya kuwapa mrejesho mwingine ambao ni bora zaidi. Uh, ya maendeleo ya uwekezaji kati ya Januari pamoja na Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano na na furaha kuwajulisha ndugu wanahabari kwamba kituo cha uwekezaji kimesajili miradi mia tatu sabini na mbili ikiwa ni ongezeko la asilimia kumi na moja nukta sifuri nne ukilinganisha na miradi mia tatu thelathini na tano iliyosajiliwa mwaka jana katika kipindi hicho, lakini pia thamani ya miradi ambayo imesajiliwa na kituo cha cha uwekezaji imeongezeka kwa asilimia thelathini na moja nukta tisa. Ikiwa sawa na dola za kimarekani 3.7 bilioni ukilinganisha na dola za kimarekani 2.8 bilioni kwa kipindi kama hicho mwaka jana, lakini pia miradi hii inatarajiwa kuzalisha zaidi ya ajira elfu arobaini na moja na katika miradi hiyo, uh, miradi mia moja kumi na tatu sawa na asilimia thelathini nukta tatu saba inamilikiwa na, na, na Watanzania miradi na, miradi sabini na tatu asilimia kumi na tisa nukta sita tatu inamilikiwa na ubia kati ya Watanzania na wageni na miradi mia themanini na sita inamilikiwa na wawekezaji kutoka nje. Aa, jumla miradi inayomilikiwa na Watanzania au Watanzania walioingia ubia na wageni ni miradi mia themanini na sita ikilinganishwa na miradi 186 ya wageni, uwiano wa asilimia hamsini kwa hamsini na miradi hii mia tatu sabini na mbili kama tunavyoona kati ya Januari na Mei 2025 inaleta miradi ya mitaji ya dola nukta tatu saba tano tano nukta nne moja bilioni na ajira zaidi ya elfu arobaini na moja aa aa katika katika nchi yetu. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, jambo la kupongeza na tunapenda kuchukua nafasi hii pia sana kumpongeza uh, Mheshimiwa Rais kwa mafanikio haya makubwa ya miradi iliyosajiliwa. Sekta zinazoongoza uh, katika usajili wa miradi kati ya Januari na Mei 2025 sekta ya kwanza ni <coughs> sekta ya viwanda yenye usajili wa miradi mia uh, moja hamsini na sita yenye thamani ya dola za kimarekani bilioni moja nukta nne miradi ya usafirishaji ya uchukuzi miradi hamsini na sita yenye thamani ya dola za kimarekani mia tatu thelathini na saba. Sekta ya kilimo imeshika nafasi ya tatu yenye usajili wa miradi arobaini dola za kimarekani mia nane arobaini na tisa. Utalii ikiwa ni ya nne yenye miradi thelathini na tisa yenye thamani ya dola za kimarekani mia moja na saba nukta mbili sita, na ujenzi wa majengo ya kibiashara ikiwa ni ya tano yenye miradi thelathini na sita ikiwa na thamani ya mitaji ya dola za kimarekani mia moja na sitini milioni. Kwa nadhani ilikuwa ni muhimu sana sana pia uh, kuainisha uh, sekta ambazo zimeongoza uh, kwa uh, uwekezaji: sekta ya viwanda, sekta ya kilimo, sekta ya nishati, sekta ya usafirishaji pamoja na miundombinu ya kibiashara. Kwa haya ni maeneo ambayo tumeona uwekezaji mkubwa sana katika um, mwaka Uh, katika mwaka huu kuanzia mwanzo wa mwaka hadi sasa, lakini pia katika kipindi husika uh, ningependa kusema kuhusu mikoa ambayo imefanya vizuri pia katika uwekezaji. Mkoa wa Dar es Salaam uliongoza kwa miradi mia moja thelathini na nne, mkoa wa Pwani ukifuatiwa na miradi tisini, mkoa wa Arusha na miradi ishirini na tisa, mkoa wa Dodoma miradi kumi na nne na mkoa wa Geita na Morogoro imefungana a, katika namba tano a, ikiwa a, na miradi kumi na tatu kila mmoja. Na tunaamini a, wiki hii ambapo daraja a, kubwa kabisa la kihistoria la Kigongo Busisi kuelekea Geita linapozinduliwa na, na Mheshimiwa Rais, uwekezaji utazidi kuongezeka katika mkoa wa Geita hasa pia uwekezaji ambao unaongozwa na wawekezaji wa ndani. Uh, jitihada na mafanikio haya uh, ya Januari mpaka Mei 2025 yametokana na sababu kadhaa. Sababu ya kwanza kabisa ni uongozi mahiri na thabiti wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mwanadiplomasia mwana namba moja ambaye amekuwa mstari wa mbele kuwawezesha Watanzania lakini pia kuwatafutia fursa Watanzania ndani na nje ya nchi ili waweze kumiliki uchumi wao wenyewe. Na tunapoona zaidi ya asilimia hamsini, ya asilimia hamsini ya uwekezaji mzima unaofanyika nchini unatokana na wawekezaji wa ndani, na hii ni ubora kabisa wa uongozi aa, wa serikali yetu chini ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Lakini eneo la pili ni sheria hii ya uwekezaji ambayo imelegeza masharti kwa ajili ya Watanzania kuwa wawekezaji na kushusha kiwango cha uwekezaji mara kumi kwa urahisi zaidi ya wageni. Wageni mtaji wao dola laki tano. Sawa sana, zaidi ya bilioni moja nukta mbili tano na Mtanzania kuwa mwekezaji dola elfu hamsini pekee, kama milioni mia moja ishirini na tano. Maana yake chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais, Mtanzania ana nafasi mara kumi zaidi ya kuwa mwekezaji nchini kwake ukilinganisha na mgeni. Lakini sababu ya tatu ni uanzishwaji wa huduma za kiuwekezaji karibu zaidi na wananchi. Na mwaka huu Kituo cha Uwekezaji tumefungua ofisi ya Kanda mkoa wa Njombe, ambayo inasogeza huduma katika mikoa ya Iringa, Ruvuma a, lakini pia na Njombe ili kuhakikisha kwamba Watanzania uh, wanapata huduma za kufahamu kuhusu uwekezaji wanapata huduma ya fursa karibu na huko waliko. Lakini hili ni ongezeko la ofisi za kanda ambazo tayari tunazo. Kanda ya Ziwa, ofisi yetu iko Mwanza. Kanda ya Kati, ofisi yetu iko Dodoma. Nyanda za juu Kusini, ofisi yetu iko Mbeya. Nyanda za juu Kaskazini, ofisi yetu iko Kilimanjaro. Lakini pia ofisi mpya ya Arusha ambayo tulizindua mwaka jana. Sababu ya nne ni ziara za kimkakati za wanahabari, na hii tuwashukuru sana wanahabari kwa kutufikishia taarifa za habari mbalimbali mbali, uh, uh, nchini na duniani kote na hii mfano, kwa kushirikiana na ofisi ya msemaji mkuu wa serikali, mwezi Februari tuliandaa ziara za kimkakati kutembelea viwanda, na wengi mtakuwa mnaona pia kupitia vyombo vyetu vya habari kuhusu taarifa mbalimbali za kiuwekezaji ambazo zina Okay. Sababu ya tano ni utoaji wa huduma bora za kiwekezaji kupitia kituo cha pamoja cha uwekezaji hapa Dar es Salaam pamoja na ofisi zetu zote za kanda ambayo inasaidia sasa Watanzania kupata vibali kwa urahisi kuanzisha viwanda vyao kwa urahisi na ndio kinacholeta matokeo haya. Sababu ya sita ni kuendelea kufuatilia na kufanya tathmini ya uwekezaji unaofanyika na kati ya januari na mei elfu mbili na ishirini na tano tumetembelea miradi isiyopungua mia saba thelathini na saba miradi hii tunaifuatilia kama kuna changamoto yoyote tunajaribu kutatua na lengo aa, ni kuhakikisha kwamba wale ambao wanasajili miradi yao wanawekeza na wale ambao wanawekeza hawapati changamoto katika uwekezaji wao sababu ya saba ni utoaji wa hadhi ma, hadhi maalum za kimkakati ambazo zinasaidia uwekezaji mkubwa kuweza kuanza kwa urahisi. Sababu ya nane ikiwa ni kuvutia wawekezaji kutoka nje kuja kushirikiana na Watanzania, kwa kuwa hapo wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao wanakuja katika kituo cha uwekezaji wanatafuta Watanzania wa kushirikiana nao, na tulitoa tangazo mwishoni mwa mwaka elfu mbili wa Tanzania, ubia, na ishirini na tatu, Watanzania wanaotafuta ubia, wanaotafuta watu wa kushirikiana nao waje TIC huweza kupata usaidizi. Sababu ya tisa ni makongamano, maonyesho na mafunzo mbalimbali mbali ambayo yanafanywa kupitia TIC, na sababu ya kumi ikiwa ni kuongeza taarifa kwa umma pitia mitandao mitandao ya kijamii, tovuti pamoja na ripoti mbalimbali mbali, ambazo tunazitoa katika a, kituo cha uwekezaji. Na hii imeendana sambamba na kuboresha na kitengo chetu cha aftercare. Tunatarajia kwamba katika mwaka huu wa 2025 mbili Tanzania a, kutokana na hali nzuri ya mazingira ya kiuchumi, usalama, utulivu a, ita, tutavunja rekodi nyingine ya kusajili miradi mwaka jana tulikuwa na lengo la miradi elfu moja a, tukafika miradi mia tisa na moja ambayo ndo ilikuwa miradi na mingi kabisa tangu kuanza kuchukua takwimu. Lakini pia malengo ambayo tumejiwekea mwaka huu ni miradi elfu moja mia tano tukitegemea Watanzania ndio watakuwa a, wengi kabisa a, katika usajili huu. Lakini jambo lingine ambalo a, limejitokeza na ni muhimu na lenyewe kulizungumza ni fursa kwa Watanzania ambao wamefanya uwekezaji kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan. Kituo cha uwekezaji kimepata mshauri um, Mtanzania ambaye yuko ndani ya kituo cha uwekezaji kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wanaotaka kupata masoko ya bidhaa zao nchini Japan na huduma hii itatolewa bure. Lakini pia kwa kushirikiana na shirika la maendeleo la Japan JICA, kuanzia mwezi wa saba tutakuwa na afisa kutoka Japan ambaye atakuwa katika kituo cha uwekezaji mwenye jukumu la kuwasaidia watanzania wanaotaka kupeleka bidhaa zao nchini Japan. Watakusaidia sehemu gani ya kupata masoko, ni kwa namna gani ya kupata masoko, namna gani biashara yako unaweza kuipackage. Na huduma hizi zitakuwa zinatolewa bure, zikilipiwa na kituo cha uwekezaji kwao. Tunatarajia katika ngwe ya pili ya mwaka a, moja kuongeza kasi ya usajili wa miradi, lakini pia kuongeza usaidizi wa watanzania ambao tayari wameshawekeza kupata masoko ndani pamoja na